Habari, karibu katika mada ya leo. Leo tutaangalia moja mada muhimu sana kuhusu usugu kuhu wa dawa. Mara nyingi unaweza ukenda hospitali ukaambiwa bwana, saizi dawa hii haitaweza kukuponya kwa sababu ya usugu wa dawa. Sasa leo niko na mfamasia, mtu ambaye ni mtaalamu wa madawa atuelekeza kwa ndani kuhusu usugu wa dawa. Utakuwa naye mimi daktari Lenny Komba, ambaye mimi nitafanyia mahojiano mfamasia, mtaalamu wa madawa kwa undani kabisa kuhusu usugu wa dawa. Atajitambulisha, tutafahamu zeni, tutaendelea kumsikiliza. Karibu. Asante. kwa majina naitwa Grace Ndomba, mimi ni mfamasia kutoka mkoa wa Ruvuma. Kwenye kipindi cha leo tutakuwa na mada inayohusu usugu wa dawa, ambayo ni tatizo kubwa sana katika kada ya Sante. Asante ndugu mfamasia kwa kutambulisha vizuri. ni kuombe ndugu mtazamaji, kama ulikuwa bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe shikingele pembeni yake utakuwa umejiunga nasi. Tuanze kwa mfamasia, unaweza ukatuambia nini maana ya usugu wa dawa? Usugu wa dawa ni ile hali ambayo viumbe hai kama bakteria, virusi, pamoja na vimelea vingine vinakuwa na uwezo wa kuhimili matibabu ambapo hapo awali ilikuwa hayo matibabu yana uwezo wa kuviua, lakini kwa sasa vinakuwa vinabaki hai. Huo ndio usugu wa dawa. Sasa nimekuelewa, hasa kwa mfano mtu alikuwa anaweza kutibia kikohozi au shida za fumuuaji na amoxicillin, hasa wakati huu akishapata usugu wa dawa hii amoxicillin ataweza kutibu sasa hivyo? Asante sana kwa kutuelekeza vizuri kabisa. Na mimi watu mtu ambaye alikuwa jii usugu wa dawa, basi atakuwa ameshelewa nini maana ya usugu wa dawa. Ndugu mfamasia, unaweza ukatuelekeza nisa sababu au chanzo cha usugu wa dawa? Usugu wa dawa unasababishwa na sababu mbalimbali ikiwemo matumizi yasiyo sahihi ya dawa kwa binadamu. Watu wengi wamekuwa wakienda kununua dawa kiholela bila maelekezo kutoka kwa daktari. Ameamka anajisikia kichwa kinamuuma, ataenda kununua Panado atakunywa. Hiyo inapelekea usugu wa dawa. Ya pili, matumizi yasiyo sahihi ya dawa kwenye kilimo lakini pia kwa mifugo. Siku hizi watu wengi wanatumia dawa za binadamu kwa mifugo. Watu wanawapa mifugo amoxicillin, wa piriton wanawapa kuku. Lakini zile kuku zitakuja kuliwa na binadamu, usugu wa dawa inaendelea. Kuto kumaliza dozi. Watu wengi au wagonjwa ambao wakishapewa pewa dawa na daktari, nakuta amepewa dozi ya siku tano, anakunywa dozi kwa siku mbili, kwa siku tatu, dawa zinazobakia anatupa, anagawa ama anahifadhi, inapelekea usumbufu wa dawa. Asante ah, kumbe mtu akipewa dawa ya siku tano akatumia kwa siku mbili, anaweza kusugua dawa kabisa. Na hisi hapo tuko wengi aazio lakini naamini kwa elimu yako nzuri siku ya leo utajifunza na tuepukana na tatizo la usugu wa dawa. Unaweza ukatuambia yapi ni madhara ya usugu wa dawa? Usugu wa dawa una madhara mengi, ya kwanza, kuongezeka kwa muda wa matibabu. Ugonjwa ambao ungeweza kutibu kwa siku tatu, kwa siku tano, tunakuwa hatuwezi tena kutibu kwa muda mfupi inabidi tuitibu kwa muda mrefu, kwa sababu wale vimelea walishakuwa sugu. Lakini pia kuongezeka kwa gharama ya matibabu. Matibabu ambayo tungeweza kuyatibu kwa, kwa gharama ndogo au kwa gharama chache itatugharimu dawa zenye gharama kubwa, ili uweze kupona. Vilevile kusunga dawa unapelekea kifo, na watu ambao hawawezi kuzifikia hizo gharama kwa kuweza kutibiwa, wengine wako mbali na kutokana na hali ilivyo hivyo, wanashindwa kutibiwa, wanafariki. Asante, Mheshimiwa Famasia Messi, umetuelekeza kuhusu athari ambazo zinaweza zikatokana na usugu wa dawa, naamini kuna jambo ambalo mtazamaji atakuwa amejifunza. Sasa ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukaepuka usugu wa dawa? Hivi unaweza kutuambia kwamba usugu wa dawa unaepukwa kwa sababu, inaonekana madhara yake tumeona hapo, kuna kifo, unaweza kusababisha kifo au mtu kama anataka ibidi atibiwe kwa siku moja basi atibiwe kwa siku saba au muda mrefu. Sasa tunawezaje kuepuka usugu wa dawa? naomba kuelekeze pia na hapo. Ndugu mtazamaji, usugu wa dawa unaepukika kwanza kwa kwa kutoa elimu kwa umma. Wananchi inabidi wapewe elimu ya usugu wa dawa na athari zake mm. Lakini nyingine ni kuweka msimamo mkali wa dawa. Serikali inabidi itengeneze sheria ambazo zitaleta msimamo mkali kwenye matumizi ya dawa na usambazaji, hasa zile dawa ambazo zinasambazwa kiholela na wale wanunuaji wa dawa kiholela. Lakini pia kuwepo na tafiti nyingi zinazoweza kugundua madhara zaidi ya usugu wa dawa na kutoa elimu katika jamii. Kitu kingine ni kushirikiana kimataifa, kwa sababu usugu wa dawa ni janga ambalo linaathiri nchi nyingi. Kwa maana hiyo, tukishirikiana nchi na nchi, mataifa na mataifa, tunaweza kukabili usugu wa dawa. Asante ndugu mfamasia, naamini kuna jambo tumejifunza, naamini serikali itakuwa imekusikia na wataanza kuweka hizo kazo kuhusu dawa ambazo zinasambaza kiholela ambazo zinaweza zikasababisha madhara kwa afya zetu na kusababisha usugu wa dawa. Na mimi ndugu mtazamaji atakuwa amejifunza mambo mengi sana katika siku ya leo, unaweza ukatupa neno la mwisho kwa kuhitimisha, ambalo lote lile ambalo la kuhitimisha kuhusiana na mada yetu, kama tulivyoona asili za usugu wa dawa zilivyo ni mbaya. Usugu wa dawa, narudia kuwa unaepukika. Watazamaji wale ambao mnapewa dawa, hakikisheni mnamaliza dozi, mnakunywa dozi sahihi kwa muda sahihi, kwa wakati sahihi. Utakapokunywa dozi yako vizuri, na matokeo utapata chanya vizuri. Kwa maana hiyo usugu wa dawa unaepukika. Ndugu, asante ndugu mfamasia. Naamini mtazamaji atago mingi sana katika siku ya leo, naamini pia tutakualika na siku nyingine kwa ajili ya baada zingine, na nikutakie siku njema na Mungu kubariki. Asante sana karibuni. Ndugu mtazamaji, tafadhali subscribe, ku like na kushare mazungumzo hayo kwa marafiki ili ajifunze zaidi. Jina langu ni Lenny Komba, nitambulisha mara yangu mimi ni mfamasia Grace Ndomba. Anapatikana katika kituo cha afya Ruguma mkoa wa Songea. upekea siku njema. Bye.